Haya ni maombi ya kila siku. Yesu Kristo anafundisha katika Mathayo 6, ule mstari wa tisa: basi ninyi msalipo, ms seme Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake kumbe, katika sala na maombi, kwa maombi na sala, hivyo ni vitu vinavyoleta ufalme wa Mungu. nda imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Unapoomba unatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Maana yake kadri unavyoendelea kuomba ndivyo bavyo nguvu za Mungu zinatoka juu zinakuja kushuka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia kwa mfano kitabu cha Mathayo sura ya 26 sita kitabu cha Mathayo 26 sita, kuanzia ule mstari wa 36 sita pa pana mpaka arobaini na mbili lakini um, sab um, Yesu Kristo anataka kwenda msalabani, anaona nguvu zimetimika ndani yake. Anachukua wanafunzi wake watatu Petro, Yakobo uh, na Yohana, anasema twendeni mkanisaidie kuomba, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Maana yake anasema roho hii labda, lakini mwili ni dhaifu." Maana yake mwili hauna nguvu kuyatenda haya mapenzi ya Mungu ambayo ndiyo hakika ufalme wa Mungu sasa nataka niende nikatiwe nguvu na nyinyi mkanisaidie. Akawaacha pale Yesu akaenda kuomba. Maandiko yanatuambia kwamba alikwenda kuomba akarudi, akawakuta wale jamaa wamelala usingizi mzito. Kawaambia Petro, hakuweza kukesha nami hata saa moja? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuweza kukesha nami hata saa moja. Mana yake kutokea nini? Yesu anao sema, anawaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Ombeni msije mkaoni nyuma. Ombeni msije mkapoteza ufalme wa Mungu ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama ombi alistari moja na kuendelea, haya ndio maombi yanaachilia nguvu za Mungu ndani ya mtu zinazompa kusonga mbele na kuyatenda ile mapenzi ya Mungu kwenye maisha haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana yake kama t kitabu cha chaa mstaaiuaa ii nal mstarwa shi e sura ya 3 mstari wa na ule 20, Biblia inasema hivi, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazaa, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaachilia nguvu zake ndani yako. Hizo nguvu ndio zinakufanya uteke ufalme wa Mungu. Maana Mungu anapotaka kufanya mapenzi yake, anatumia nguvu zilizoko ndani yako. Na hizo nguvu unazikusanya wewe kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yasiyopungua ni saa moja. Bwana Yesu asifiwe. Wale waombaji hapa tunawahimiza kila siku, hakikisha haukosi saa moja la kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenga muda wako, jiwekee wakati mzuri uombe Bwana kwa saa moja. Kadri utakavyozidi kuomba Mungu, ndivyo ambavyo utaendelea kuwa na nguvu nyingi za Mungu ambazo zitakufanya